katika matumaini. Basi ndugu zangu, kama tunavyojua, kuna, kuna mafundisho makuu ya kidogma au tunasema ya msingi manne juu ya mama Bikira Maria. La kwanza ni kwamba Maria ni mama tunasema, tunasema Theotokos. Mtaguso wa Efeso wa mwaka mia nne thelathini na moja uliliweka hiyo wazi, tamko wazi na bayana lilitolewa, na kila mwaka tarehe moja mwezi Januari tunaahinisha sherehe hiyo hadi kila Maria wangu mama, kumhusu huyu mama ni kwamba yeye ni bikira, ni bikira ya kumzaa mtoto Yesu. Mtaguso wa pili wa Konstantinopoli wa mwaka mia tano hamsini na tatu ulitoa tamko bayana. Mafundisho ya tatu, mama Bikira Maria ni mpalizwa, alipalizwa mbinguni mwili na roho Pius wa kumi na mbili tarehe moja mwezi wa 11 mwaka 1854 kama msemaji wa kanisa alitoa tamko la fundisho hilo. Na fundisho la nne la mwisho, lakini siokua muhimu katika mpangilio wangu tu, Maria ni mkingiwa, yeye alikingiwa dhambi ya asili na Papa Pius wa tisa tarehe 8 mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu moja mia nane hamsini na nne alitoa tamko la fundisho hilo kumbe mpalizwa fundisho tamko litolewa mwaka elfu moja mia tisa hamsini tarehe moja mwezi wa kumi na moja maria mkingiwa dhambi ya asili tarehe nane mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu moja mia nane hamsini na nne kumbe leo hii tunaungana na wakristu wenzetu popote ulimwenguni kuadhimisha sherehe ambayo ni sambamba na fundisho hilo la nne, kwamba ni kila Maria alikingiwa dhambi ya asili. Ni fundisho la pekee, fundisho la kidogma, fundisho la msingi ambalo kila mkristu anaalikwa kuamini, kulishika na kuliishi. Lakini zaidi ya hayo mama huyu Bikira Maria, mkingiwa dhambi ya asili ni somo wa parokia yetu. Na kana kwamba haitoshi, sherehe hizi pia zinaunganishwa na adhimisho la sakramenti ya kipaimara kwa vijana wetu tisini na wawili. Kumbe ni sherehe juu ya sherehe, ni shangwe juu ya shangwe. Ni kwa sababu hizo nawaalika tumshukuru Mungu kwa makofi na vigelegele! <laughs> Lakini kuna mengine ambayo tutayasikia, nisikia kwamba leo tunafunga mwaka wa familia na kuna kufungua mwaka wa vijana na mambo mengine kadha wa kadha. Kumbe leo kwa kweli ni siku yetu, mm -hmm, ungekuwepo watu wenye wivu tungewaambia tungewashauri tu newe wenye u sijinyonge. Zamani tulikuwa tunasema wenye wivu mjinyonge, lakini situngo, shangwa, si tunawashauri wasij. Ni siku yetu leo watu wa Makokola, makofi na vigelegele yavijatosha. <laughs> Mama Bikira Maria amekingiwa dhambi ya asili, kwa lugha ya kitaalamu ya Kilatini tunasema Ineffabilis Deus. Neno kukingiwa hapa linatupa tafsiri ya nguvu ya kuzuia dhambi alizojaliwa tangu kutungwa mimba, kwamba mama huyu tangu mazingira ya kutungwa mimba alikingiwa, aliandaliwa, alijaliwa nguvu ya kuzuia ili asichafuliwe na doa la aina yoyote la dhambi, hata kama ni dogo kiasi gani kwa hiyo yeye hakuwa na doa si katika akili yake wala si katika mwili wake, yeye hakujua tamaa mbaya. Kusoma Katekisimu mkubwa ya kanisa namba mia nne kumi na nane unaona, kati ya adhabu tuliyopewa nilop, wanadamu kwa sababu ya dhambi ya wazazi wetu wa kwanza Adamu na Eva, moja ni magonjwa, jingine ni ujinga Yani hatuna ufahamu lakini vilevile ni kifo na mambo mengine kadha wa kadha. Hayo ni mafuatano ya dhambi ya asili, lakini mama huyu alikingiwa na dhambi ya asili, hali iliyomfanya kuwa mshiriki mkamilifu katika ile kazi na fumbo la ukombozi la Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ni mshiriki mkamilifu amejawa neema nyingi, tofauti na sisi wanadamu wengine ambao tu wahanga wa dhambi ya asili. Tunazo neema na tunapata neema, lakini si neema nyingi kama alizojaliwa mama Bikira Maria. Mtakatifu Bernadeta binti ambaye akiwa na umri wa kuanzia miaka kumi na nne aliweza kutokewa na mama Bikira Maria kwa zamu zisizopungua kumi na nane. Yaani kwa zamu zisizopungua 18 alitokewa na Mama Bikira Maria. Na katika tokeo mojawapo, huyu binti mtakatifu sasa leo alimwomba huyu mama aweze kueleza utambulisho wake, yaani, wewe ni nani? Na Mama Bikira Maria alimwambia, mimi ni mkingiwa. Kwa hiyo hatubahatishi katika mafundisho yetu ya kanisa, hatubahatishi yeye anathibitisha mwenyewe kwamba ni mkingiwa dhambi yasi. Katika somo la kwanza kitabu cha mwanzo sura tatu, ya tatu aya tisa hadi ya kumi na tano na aya ishirini. Kwa kweli sehemu hii inaeleza mambo ya msingi katika sura hii ya kitabu cha mwanzo Sura hii inaeleza mkasa uliowapata wazazi wetu wa kwanza uliowafanya wajitenge na Mungu. Hata hivyo Mungu hakuacha. Somo linatupa mwali wa matumaini kwamba atatokea mtu atakayezaliwa na mwanamke, huyo atakomesha uovu wa nyoka au Shetani. Hiyo ni ishara kuwa Masiha atazaliwa na Maria ili kukomesha maovu na kurudisha wema. Ndugu zangu, nasi sote, kila mmoja aliyeko hapa tumezaliwa na wanawake wote ni matunda na uzao wa wanawake katika nchi yetu na taifa letu pendwa la Tanzania. Sasa tunamsubiri mtu wa namna hiyo kama masia ambaye ama ameshazaliwa na mwanamke au atazaliwa na mwanamke, aje kuwa mfano huo wa masiha kwa adatutakusema Tarehe nane mwezi wa kumi na moja mwaka elfu moja mia tisa sabini na nne Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika waraka wake Toti Tantakwe, ambapo Bikira Maria aliidhinishwa kuwa mlinzi na mwombezi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ombi lilotolewa wakati huo na aliyekuwa rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, mwashamu Askofu Antoni Petro Magala aliomba ili kwa niaba ya baraza na kwa niaba ya taifa la Tanzania aliomba ili mama Bikira Maria mkingiwa aweze kuwa mlinzi na mwombezi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Na kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na sita, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania iliamua kuwa kila mwaka sherehe ya mama Bikira Maria mkingiwa dhambi ya asili itakuwa ikiadhimishwa kitaifa nchini tarehe tisa Disemba kila mwaka ili kuiweka jamhuri ya muungano wa Tanzania katika ulinzi na usimamizi wake. Kwa maneno mengine, siku ya kesho ilipaswa, ungepaswa kuwa na adhimisho la misa ya kitaifa kuombea taifa, lakini hatujui kama itafanyika, hatujui, hatuna zimisho hili la misa takatifu naomba na nawasihi kwetu iwe nafasi nyingine ya kumwinulia macho yetu Mama Bikira Maria, mkingi wa dhambi ya asili, kwa maombi sala na dua zetu, kwa kulia na kuomboleza, tukiliombea taifa letu ili lidumu katika misingi yake, misingi ya utu, haki, hekima na amani. Maana kwa sasa taifa hili liko katika sintofahamu, liko katika hali ya machafuko. Hakuna ambaye halioni hili, hakuna ambaye halijui hili. Hata kama ikitokea kwa namna yoyote mtu anazuiliwa kuzungumza, utashindwaje kutoa ushuhuda wa mambo unayo yaona? Tuendelee kuliombea taifa. Katika somo la pili Waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya kwanza ya tatu hadi ya sita linaeleza kuwa Mungu alituchagua ili tushiriki katika utukufu wake. Yeye ni mkombozi kwa njia ya utukufu kwenda kwa Baba. Tuungane na Mtume Paulo kumshukuru Mungu kwa baraka zote za kiroho mbinguni pamoja na Kristo. Katika somo la tatu, somo la Injili, Injili ya Luka sura kwanza ya kwanza 26 hadi 38 tumepata masimulizi juu ya nafasi ya mama Bikira Maria, jubilei ishirini ishirini na tano, mahujaji katika matumaini, Kristu tumaini letu. Baba Mtakatifu Piusi wa Tisa alipotangaza juu ya fundisho hili mwaka elfu moja mia nane hamsini na nne juu ya nafasi ya Bikira Maria katika kanisa na kwamba yeye ni mkingia wa dhambi asili, ilimaanisha kwamba tangu kutungwa mimba Maria alikingiwa dhambi ya asili, jambo ambalo binadamu wengine tu wahanga. Kama nilivyosema kwamba hatujakingiwa dhambi ya asili, ni yeye tu aliyepata upendeleo huo. Mtaguso wa pili wa Vatikano ni wa kwanza kihistoria katika kanisa kumpa Maria nafasi ya pekee ukizungumzia fumbo la Kristo na kanisa. Ukisoma historia ya kanisa juu ya mtaguso wa pili wa Vatikano uliofanyika mwaka 1962 mpaka 1965 ambapo askofu wetu mkuu wa kwanza mzalendo wa jimbo kuu Katoliki la Tabora, hayati askofu mkuu Marko Mihayo alishiriki mkutano huo. Tunaambiwa mababa wa mtaguso walihangaika sana, walifikiria mama Bikira Maria wamwekee sura, sura moja wamweleze, lakini katika mahangaiko yao mababa hawa na wanateolojia nguli hawa waliokuwemo walisema ni vigumu kumweleza mama huyu katika sura moja ukamaliza, maana kila mahali unapomkuta Yesu na kuongea habari zake mama yupo, na kila mahali unapomkuta mama na kutaka kueleza sifa zake mwanaye yupo. Kwa hiyo tumwache tu, wakajikuta karibu kila sura na kila sehemu mama yupo. Hapa nimenukuu hati chache. Chache lakini sitazisema zote, niseme moja tu. Konstitusio ya kidogma juu ya fumbo la kanisa au kwa lugha ya kitaalamu lugha ya kanisa tunaita Lumen Gentium, sura namba nane na ibara ya hamsini na mbili mpaka sitini na tisa, zinaeleza juu ya sifa na nafasi ya huyu mama, lakini pia na hati nyingine ambazo, sihitaji kuzieleza hapo kwa sababu hamna vitabu hivyo hapo na wala hamtasoma sasa hivi. Tumsifu Yesu Kristu, Kristu tumaini, Tumai letu. Baada ya kusema hayo, ninaomba niruhusu niende moja kwa moja kwa mafundisho ya pekee na ya msingi, nayo yaona, na yaona ambayo leo tunapaswa kuondoka nayo kama mambo ambayo tunayalikwa kuyafanyia kazi adhimisho la sherehe ya leo na masomo tuliyoyasikia yanatueleza si tu nafasi ya mama Bikira Maria, lakini pia utume, utume wake katika kanisa. Na mimi naona utume wa mama Bikira Maria ndio utume wetu, na utume huo Bikira Maria anaweza kugawa katika sehemu kuu nne. Huyu Maria tuliyemsikia, kwanza ni mwanamke, pili ni bikira, tatu ni mchumba na nne ni mama. Wanawake wote mlioko hapa na sisi sote, ama mmeshazipitia hatua hizi au tunaziendea au tunaziishi. Lakini zaidi ya ninyi akina mama mlioko huko au mlioko hapa, hata sisi wanaume tulioko hapa, ujumbe hausifu Yesu Kristo. Nianze na salamu maamkio ya malaika kwa mama bikira Maria. Alimwambia, salamu Maria, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Bwana yu nawe. Maamkio haya ni uthibitisho wa hadhi yake ya pekee, na kwa ubatizo mimi na wewe pia tunapata hadhi ya pekee. Na Yesu alisema, yoyote anayelisikia neno langu na kulishika huyu ni mama yangu, ni baba yangu, na ni ndugu yangu. Kwa hiyo, baada ya ubatizo na tukiendelea kulisikia na kuliishi neno la Mungu, sisi Yesu Kristo anakuwa si tu bwana wetu, ndugu yetu, lakini pia kaka yetu, na mama Bikira Maria mama yetu, na Mungu baba yetu. Sehemu ya kwanza. Lakini niende katika yale mane, kwamba Maria ni mwanamke sisi waamini wote tulioko hapa, kwa lugha ya picha na tafsiri ya kiteolojia, yapo mazingira ambayo tunabeba nafasi hiyo ya kuwa wake na tuwaitwa itu, wake katika mahusiano yetu na Mungu. Hii ni lugha ya picha inayoeleza kilele cha mahusiano yetu na Mungu. Hakuna lugha nyingine nzuri au kielelezo kizuri kinachoweza kueleza cha kibinadamu kinachoweza kueleza mahusiano kati yetu sisi na Mungu isipokuwa mahusiano ya mke na mume. Huo ndio mfano wa juu kabisa wa kueleza jinsi mke na mume wanavyopendana, ule upendo ule na ule kile, kile kilele, niseme ule urefu, upana na kina cha mahusiano na mkataba kati ya mume na mke, ndio unapaswa kuwa mkataba kati yetu sisi na Mungu, mkataba wa imani. Baada ya kubatizwa, wakristu watupaswi kuyumbayumba wala kuyumbishwa na wanapaya. Wana wimbo mzuri sema mchanganyo, tumeshakataa, si ndio? Mchanganyo tumeshakataa. Ni juzi juzi tu nimepata kisa kibaya kutoka hapa hapa parokia hii hii. Sijui nikiusema nitakuwa nimewakwaza wazazi waliofunga ndoa mchanganyiko dini moja na dini nyingine, wakiahidi kushika masharti na baadaye wakakengeuka. Itoshe tu kusema hivyo, alafu mtaenda kwenye darubini na mtatafuta na mtafuatilia, mtanielewa nataka kusema nini. Lakini hatupasi kuyumbayumba katika masuala ya imani yetu, hatupasi kubadilika badilika hatupaswi kuwa kama kinyonga. Twende tukasome kitabu cha Hosea sura ya tatu aya ya kwanza hadi ya nne, ambapo Hosea aliagizwa, yule nabii aliagizwa aende akamwowe mama fulani aliyekuwa anaitwa Goma, na yule mama hakuwa mwaminifu. Na yule mama anatuwakilisha sisi wa Kristo, mimi na wewe, katika mazingira ambayo tunakosa kuwa waaminifu katika imani yetu. Na tena yule mama alizaa watoto na mtoto wa nne aliitwa jina si wangu, kwamba mtoto huyu si wangu, mtoto huyu si wangu kwa sababu mama si mwaminifu. Sasa uaminifu unaosema huo ni uaminifu katika mazingira yetu ya kiimani. Wakati mwingine mimi na wewe tunapoenda kinyume, baadhi ya mambo yanayotoka katika mioyo yetu, fikra zetu, matendo yetu, Mungu anasema hayo, kama ni mtoto aliyezaliwa, mtoto huyu haitwe jina si wangu. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah. La pili, Maria ni bikira. Ubikira ni hali inayoeleza uaminifu katika imani yetu. Pia inaeleza moyo wa kujitoa na kusimamia ukweli ambapo ambao ni roho na uzima. Ya tatu, Maria ni mchumba. Moja kati ya sifa ya mchumba mwema ni kuwa msikivu, ili aweze kusikia vizuri kutoka kwa mchumba wake, wasikilizane na aweze kumsoma mchumba wake ni wa namna gani. Ni kutoka pale anaweza kumtambua mchumba wake na kujua watakuwa na mwondo gani katika maisha yao ya mke na mume. Tumsifu Yesu Kristo. Sisi kama wachumba wa Kristo tuko wasikivu hivyo? Lakini pia uchumba unawakilisha kuwa na midomo kama ya malaika kwa mfano wa Maria. Na sifa ya nne, Maria ni mama. Maria ni mama kweli ni mama kama kina mama wengine, mama aliyeshiriki kutoa uhai kwa kumzaa mtoto Yesu. Umama wangu mimi na wewe, kila mmoja aliyeko hapa, mwanaume au mwanamke, ana hali fulani ya kiimani. Sasa umama wetu uonekane katika kuwapa uhai wengine, kuwapa maisha wengine, na si kupoteza maisha ya wengine. Ukiona wewe ni baba ukiona wewe ni mama halafu unaruhusu kwa namna yoyote ile kupoteza maisha ya mtu mwingine, alafu hauumii, haubabaiki, hautikisiki, haunung'uniki, yaani unaonekana tu moyo wako umekaza kama gumegume, kama una amani, wewe si mtu wa kawaida. Nawaruhusu mnipe adhabu ya kunilaumu, mimi si mtu wa kawaida katika hali hiyo. Tumwombe Mungu atuondoe katika uchafu mbaya wa namna hiyo, katika uovu wa namna hiyo. Jambo hili linaumiza sana, na ndio maana ujiatena kusema tujiombee, tumuombee kila mmoja, tuombeane na tuombeane Watanzania, na tuliombee taifa letu. Tumsifu Yesu Kristo.